Assalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe wanatiba asili mimea na chakula. Kwa siku ya leo, nimeonelea ni vyema tuweze kuzungumzia tiba ya changamoto mbalimbali za hedhi kwa wasichana na wakina mama. Um, wanawake wengi wamekuwa wanakumbana na changamoto mbalimbali kipindi wanapokaribia siku zao za hedhi, au wakati wapo katika siku zao za hedhi. Na hii imekuwa ni matokeo ya visababishi mbalimbali vinavyokabili, um, mifumo yao ya uzazi au mfumo wa uzazi kwa mwanamke, na hivyo kuvuruga au kuathiri utendaji kazi sahihi wa mfumo wa uzazi kwa ujumla. Sasa kuna baadhi ya changamoto ambazo tutaziangazia, na wewe kama ni miongoni mwa hao ambao wanakumbana na hizo changamoto, basi darasa hili linakuhusu, au kama si wewe inaweza ikawa ni mwanao, au anaweza ikawa ni jirani yako, ndugu jamaa na rafiki, basi unaweza wewe ukawa mwalimu au ukawa tabibu wa kuweza kumsaidia kuondoa changamoto. Kwa hiyo leo tutaangazia tiba miongoni mwa tiba ambazo zinatumika kuondosha hizi changamoto ambazo nitazitaja. Kama wewe ni mwanamke unaye, e, ambaye upo katika umri unaokuruhusu kupata siku zako za hedhi na huwa unapata changamoto ya damu ya hedhi e, inakuwa ina mabonge mabonge au unakuwa unawahi kumaliza damu ya hedhi mapema sana au wewe majira yako au zile siku zako za hedhi hazina mpangilio yaani tukikuuliza wewe mwezi uliopita ulipata tarehe ngapi utasema tarehe ishirini lakini mwezi huu umepata tarehe labda ishirini na sita kifupi zinakuwa siku zako hazina mpangilio zinakuwa za kuvurugika vurugika kwao tutaangazia hilo pia, lakini kwa wewe ambaye unakuwa una unakuwa unapata ile damu ya hedhi e, kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo na wewe pia tutafanyaje? Tutaweza kuangazia visababishi vyake na tiba lakini wewe ambaye unakuwa unapata damu ya hedhi nyepesi, yaani kuna wanawake ambao wanapata damu ya hedhi ambayo ni nyepesi sana au ni nzito sana kupita kawaida, kwa hiyo na wewe pia tutaangazia hilo. Wewe ambaye unapata damu ya hedhi ambayo unakuwa inakuwa ni zaidi ya mara moja kwa mwezi mmoja. Wewe kwa mwezi mmoja badala ya kupata damu ya hedhi mara moja, wewe unapata zaidi ya mara moja kwa mwezi. Lakini kuna wale ambao wanapata damu ya hedhi mfululizo, yaani yeye anaweza akapata zaidi ya mwezi mmoja, au unakupo wewe unapata maumivu makali ya tumbo e, wakati wa siku e, zako za hedhi Iyo ni kushoto kulia au chini ya kitovu, unakuwa unapata maumivu makali, na kuna wengine huwa wanaumwa kiasi ambacho wanashindwa kufanya majukumu yao, na wengine mpaka wanalazwa, inabidi waende wakatulikiwe madripu au wakachomwe sindano au watumie dawa za kutuliza maumivu, na kuna ambao wanatumia dawa za kutuliza maumivu, lakini bado haiwapi unafuu. Sasa e, matumizi ya dawa kwa mara kwa mara, unajiingiza kwenye changamoto nyingine ya kuharibu figo zako, lakini pia kufanya mwili wako uwe tegemezi katika hizo dawa na hizo dawa zitakuja kukufaa siku ambayo utahitaji kwenye changamoto nyingine. Lakini wewe ambaye unapata mingurumo e, tumbo lako linakuwa linajaa gesi, unapata mingurumo kwenye tumbo lako wakati wa hedhi, wewe pia tuna au nina, nina tiba miongoni mwa tiba ambazo zinatumika kuondosha hiyo tatizo. Na ziko sababu nyingi um, changamoto ambazo wewe unakuwa unazipitia em, kama nilivyo toka kuzitaja hapo awali huwa zinasababishwa na sababu mbalimbali sitoweza kuzitaja sababu zote na kuzielezea kwa kina, ila nitaziorozesha. Wewe ambaye unataka kuweza kuzifahamu kwa kina hizo asali e, nadhani unaweza ukatembelea peji yangu ya Facebook ya Tiba Asili ya Mimea na Chakula kule, um, nime, nimechapisha. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda kusoma na ukaelewa zaidi asali moja, e, sababu moja hadi nyingine na kivipi inachangia au inaweza ika, ika, ikapelekea wewe kupitia hizo changamoto ambazo unazipitia wakati wakati wa hedhi, au kipindi unachokaribia kuingia kwenye kwenye hedhi, na e, na vitu gani ambavyo unaweza ukafanyaje ukavi ukaviepuka, e, ukavi. Kwa hiyo kwa kifupi ni lishe lishe unayotumia huweza kuasili kwa kiwango kikubwa sana mfumo wako wa, wa hedhi. Lakini kuna maambukizi ya fungus na bakteria kwenye via vyako vya uzazi ambao sisi tunaweza tukasema ni maambukizi hayo tunaita ni PID ambayo ni pelvic inflammatory disease hii eh, eh, sasa huwa na yenyewe ina athari kwenye mfumo wako wa, wa hedhi moja kwa moja lakini pia kuna athari za matumizi ya, eh, ya dawa za, ku, za kuzuia mimba P2. Hizi zina athari kwa sababu huwa zinabadilisha zina, zina, eh, zina athari za muda mfupi au za muda mrefu, kizitumia kwa muda mrefu, kwa sababu zina asili zinavuruga zinapekea mabadiliko ya mfumo wako wa homoni na kusababishia matatizo au changamoto mbalimbali mbali. Lakini pia tunasema, uh, mabadiliko pia ya hali ya hewa tunajua, uh, ukibadilisha mazingira au uh, kipindi fulani cha hali ya hewa labda cha baridi cha joto, huwa pia na yenyewe inapelekea inaweza kachangia au inachangia kwenye mabadiliko ya nini au changamoto ambazo wewe unazipitia kwenye, mf, kwenye mfumo wako wa uzazi kwenye kipindi hicho cha hedhi. Lakini pia tunajua msongo wa mawazo, stress, uoga, hofu, pia huwe na athari kwenye nini, kwenye mfumo wako wa nini, kwenye mfumo wako ha? Wa hedhi lakini uvimbe, unapokuwa una uvimbe kwenye kizazi, na asali inakuwa ina athari kwenye mfumo wako wa hedhi. Kwa hiyo e, yenyewe inaweza ikakusababishia e, kuchelewa au kukosa hedhi, unapata maumivu makali wakati wa hedhi na, na, na changamoto kama hizo. Lakini pia e, mwisho, matumizi ya vidonge vya uzazi enyewe vina athari e, kwa sababu pia vinachangia kuasili homoni eh, kwa hiyo inapelekea mzunguko wako wa hezi e, ina sababu, ina, ina, ina, pia na yenyewe mabadiliko, kuwa na mabadiliko, kutofautiana kwa muda wa hezi. Kwa hiyo inapelekea pia e, kuasili kwa namna moja au nyingine kwenye nini, kwenye kwenye mfumo wako wa nini, mfumo wako wa kwa hezi. Kwa hiyo sasa, hebu tuweze kuangazia um, tiba ya, hizo, ya changamoto ambayo wewe unakuwa unaipitia wakati wa, wa hedhi. Ka, kwenye moja ya video yangu nilishahii kuelezea mmea um, mmoja unaoitwa mzugwa. Nikasema ni mmea ambao ni, ni maarufu sana na watu wengi wanaufahamu. Ule mmea pia na wenyewe una faida sana katika kuondoa hizo changamoto wewe mwanamke ambayo unazipitia wakati wa hedhi kama kuzibua hiyo mirija yako kama chanzo ni mirija yako kuziba, na machangamoto mengine, maambukizi kwenye kwenye, nj njia yako ya uzazi, kwenye mfumo wako wa uzazi, kuweka mfumo wako wa homoni vizuri. Lakini kwa siku ya leo tutaenda kuangazia hii dawa. Hii dawa itakusaidia sana kuondoa, kusafisha mirija yako ya uzazi, itakusaidia sana kuyaondoa yale maumivu ambayo yanasababishwa e, na mfumo wako wa uzazi kuto kukaa vizuri, mfumo wako wa homoni e, kutokuwa vizuri, zile inflammatories ambazo e, zinatokea kwenye mfumo wako wa uzazi. Ina, inaenda kufanya ile e, mishipa yako ile misuli yako kuweza ku, ku, ku, ku, kutanuka na kusinyaa vile ambavyo inapaswa kuwa ili kukuepusha na maumivu wakati wa hedhi. Kwa hiyo kiujumla, ina inaenda kufanya ule mfumo wako wa uzazi na ule mchakato mzima wa utoaji wa hedhi kuwa sawa, kwa sababu maumivu au changamoto au kukosa E, au kupata damu ya aina fulani ni matokeo ya, ya, ya, ya, ya mfumo wako mzima wa, wa homoni na mfumo wako wa uzazi kwa ujumla kuwa na changamoto. Kwa hiyo kwa sababu hivi vitu ambavyo e, ni, hii dawa ambayo tutaenda kuitengeneza ina virutubisho mbalimbali, ina madini mbalimbali itakusaidia moja kwa moja. Kwa hiyo mahitaji unayoyahitaji unahitaji tangawizi unahitaji tangawizi e, tafuta tangawizi mbichi e, e, achana ile ya unga, tafuta tangawizi mbichi. Wala ukipata tangawizi mbichi e, kama ni kubwa iwe moja, kama ni zile ndogo ndogo, basi ziwe kuanzia mbili kulingana na ukubwa, lakini tafuta tangawizi. Tafuta e, unga wa mdalasini unga wa mdalasini. Kama mdalasini unao hapo, unaweza ukausaga uwe unga unga e, tafuta uwe na mdalasini. Lakini kingine, tafuta manjano mbichi, au tunasema ile binzari. Kuna ile binzari manjano ile itafute na yenyewe mbichi, kwa kiasi fulani kidogo. Tafuta unga wa karafuu kiasi kidogo. kama una karafuu yako hapo nyumbani, unaweza ukaziweke ukazisaga upate unga wake. Tafuta pilipilimanga. Pilipilimanga ni muhimu sana kufanya virutubisho viweze ku kufyonzwa kuf... vizuri kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mwili kwayo. Tafuta pilipilimanga kiasi kidogo, ujazo wa kama kijiko kidogo kile cha... cha chai, lakini pia tafuta jira tunasema unga wa jira e, kiasi kidogo pia na wenyewe tafuta unga wa, e, unga wa iliki kiasi kidogo, au tafuta zile iliki zipondeponde kiasi fulani e, na zi, kenyewe pia kinahitajika. Kwa hiyo cha kufanya sasa, wewe utachanganya hivyo viungo vyote: tangawizi, mdalasini, mdalasini, manjano, karafuu, pilipili manga sijui huo unga wa jira, unga wa iliki, alafu, utasaga vizuri, e, vyote viwe unga kabisa, viwe unga kabisa au viwe e, kwa sababu tauna vie vitu vibichi, basi vsage vwkusasaga huo huo mchanganyiko kwenye chombo au kwenye kopo fulani ambayo itakuwa ni rahisi kuweza kuchota, lako liwe safi limekaa sehemu ambayo liko vizuri kabisa, alafu utafuta asali ile, asali, ile halisi kabisa, ile ya nyuki wadogo ujazo wa, wa, wa, wa, wa, wa nusu kilo e, e, ujazo wake uwe nusu kilo. Kwa hiyo tutafuta ile asali yako ya nyuki wadogo nusu kilo, ukikosa sana, basi asali ya nyuki wakubwa, lakini hiyo asali ile ambayo ni ya asili kabisa, achana hizi asali ambazo zimechakachuliwa hizi zimekiwa masukari guru. Tafuta asali ambayo ni asilia kabisa, lakini pia una, e, tafuta maji e, maji safi na salama ya uvuguvugu uwe nayo uwe na glasi au kikombe cha chai. Sasa nini ambacho kitafuata? Matumizi yake yakoje? wewe utakachokifanya wakati wa hedhi Ehe, imeanza ile. Utakachokifanya, utachota ule unga au ule mchanganyiko wako, vijiko viwili vya vyakula, vijiko viwili vya chakula v utachota, utaweka kwenye nini, kwenye asali, nusu kilo. Kwa ile asali yote nusu kilo, wewe uta kama unao asali zaidi hapo, basi wewe pima nusu kilo, utaweka ili vile vijiko vyako viwili, alafu kisha utakologa koroga E, ni vyema zaidi kule ambapo kule unaposhikia kule e, ndo utumie kukologea ili uweze kukologa vizuri, ukologe vizuri huo mchanganyiko wako vizuri, kwenye hiyo asali yako. Kologa vizuri. Alafu sasa chota vijiko viwili mpaka vijiko vitatu vya huo mchanganyiko wako ambao asali na ule unga au ule, ule, ule msago ambao ulisaga, chota vijiko vitatu. Afsa utaweka kwenye nini, kwenye ile glasi yako ambayo yenyewe ilikuwa imejazwa maji ya nini? Maji yenye uvuguvugu, kisha koroga vizuri, alafu utakunywa. Ehe, utakunywa kutwa mara tatu kwa siku kwa siku saba. Kwa hiyo, ile asubuhi ukiwa umeamka kabla ujala chochote, wakati umeingia katika siku zako za hedhi, kunywa Halafu kunywa tena mchana, kunywa tena na usiku, mpaka zifike siku saba, sawa? so, sasa so hii ina faida gani? Hii kwanza inaenda kuongeza mzunguko wa damu wakati wa hedhi, kwa kwayo itasaidia kuondoa yale mapande ya damu yaliyofanyaje, yaliyokuwa yaliyokaa ndani ya kwenye mfumo wako wa uzazi, kwenye ile mirija yako au kwenye E, ule mfuko wako wa uzazi kwenye ile njia yako ile, itaenda kuyaondoa kabisa. Inaifanya damu ile iweze kuyayuka, kuifanya iwe nyepesi katika kile kiwango ambacho kinatakiwa, lakini pia hii in, inaenda in, kuongeza uimara wa mwili e, lakini pia kukufanya ule mfumo wako wa uzazi kuweza kuwa imara zaidi na kuweza kuwa vizuri, lakini pia inasaidia kwenye kuongeza ule ufanisi wa wa, wa kudhibiti maumivu ya tumbo wakati wa nini, wakati wa hedhi. Inafanya ile ile mirija yako ile misuli yako kuweza kufanyaje ku relax vizuri kutanuka vizuri kusinyaa vizuri inaenda kuweka mfumo wako wa homoni vizuri, lakini pia uh, unaweza pia naweza nikakushauri pia uka, kama unaweza kupata maziwa halisi ya ng'ombe au uji mweupe ule uji ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, mwepesi sana ule. Lakini sasa hapa hakikisha sio unatumia uji um, kama ni mahindi basi mahindi ambayo yamekobolewa tumia uji Wawwa e, wa, wa, wa, nafaka ambayo haijakobolewa upate utengeneza uji mwepesi sana, baada ya maji ya uvuguvugu, lakini kama umekosa kabisa, basi unaweza ukatumia maji yako ya, ya uvuguvugu. Kwa hiyo zingatia, tumia unakuwa unatumia idawa wakati wa nini, wakati wa wakati wa, wa, wa hedhi. Kwa hiyo utaanza kuona kuna mabonge mabonge ya damu yanatoka yale ya damu ya nyuma ambayo yalikuwa yamefanyaje ya yameshindwa kutoka kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo yataanza kutoka yataanza kutoka yataanza kutoka, na utashangaa mwezi ujao damu yako inakupu inatoka vizuri, siku zako zinakaa vizuri. Kwa hiyo dawa itaku, itakusaidia sana. Hii dawa haina madhara yoyote ile, kusaidia na kuweza kusafisha mirija yako, kuweka mfumo wako vizuri kabisa wa homoni na mfumo wako mzima kwenye mfumo wako wa uzazi kuwa vizuri kwa hiyo utaona kama nilivyosema unatoka yale mapande mapande mabonge mabonge mabonge, kwa hiyo isifike tu ikakushtua, kwa sababu ndio ile milija yako ya, ya uzazi inasafishwa na hii sasa. Pia ina, ina, ina kama wewe ulikuwa pia ina, inasaidia kama wewe ulikuwa ushiki uja uzito, labda kwa sababu ya milija yako imefanyaje imeziba. Utaanza uta, uta, wewe uta, utashika uja uzito na mwisho siku basi tunategemea utaanza kupata hedhi yako ya kawaida na changamoto zile zote zilizokuwa zina zinaambatana na nini na hiyo hedhi yako zitapotea kama sio kuisha eh, kabisa. Lakini kuzi, eh, cha kuzingatia soma eh, chapisho ambayo nimesema ukalisome ili uweze kufahamu ni vitu gani ambavyo unapaswa kuviacha. Hiyo ni dawa ya kwanza. Dawa ya pili E, ni kwa kutumia spinach unaweza ukatumia spinach. Sasa spinach, Asa, spinach e, tunasema ni, ni, ni, ni miongoni mwa mboga ambazo huwa zina faida sana kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mwanamke hususani e, kwenye wakati wakati wa hedhi kwa sababu yenyewe ina virutubisho vinavyosaidia nini, kupunguza zile changamoto zinazo zinazotokea kipindi cha hedhi. Kwa hiyo hii kwanza huwa ina spinach huwa ina in, chanzo kizuri chanzo kizuri cha madini ya chuma, na tunajua kabisa wakati wa hedhi mwanamke upoteza damu upoteza damu nyingi. Kwa hiyo unakuta hivyo mwili huwa unafanyaje unapoteza ile madini ya chuma. Kwa hiyo spinach inapelekea ufanyaje kurudisha madini yale ya chuma yaliyopotea, na madini ya chuma ikipotea huwa unakuta mtu anapata uchovu kizunguzungu na udhaifu. Kwa hiyo ukitumia spinach itakusaidia ufayaje kurejesha kiwango cha nini cha madini ya chuma mwilini, na hivyo kupunguza dalili za upungufu wa damu au anemia, kwa nini, kwenye mwili wako. Lakini pia tunajua kabisa kuna yale madini ya magnesia pia hapo kwenye, kwenye, kwenye spinach. Ambo hii sasa hu a kupunguza kupunguza maumivu kutokana na ile ile cramps zile cramps. E, kutokea kwenye inasababisha kupunguza maumivu haya. Madini ni muhimu sana e, na huwa yana, yana katika mwili huwa yana, yanahitajika yana, yana, yana, yana kwa sababu yanafanya mambo mengi sana katika mfumo wako wa nini katika mfumo wako wa mwili. Inasaidia mfumo wa neva na misuli, unaona, inaimarisha kinga ya mwili, inasaidia kuongeza yale mapigo ya moyo E, kuyaweka katika hali ya kawaida na kuyadhibiti e, kwa inasaidia sana kwenye kusawazisha nini e, usawa wa sukari mwilini. Unaona, hayo madini hayo ya yanasaidia ya, ya, ya ya magnesia, pia uzalishaji wa nishati mwilini, kwa wote huo ni umuhimu kati wa mi, michakato mia tatu ambao huwa inahitajika kwenye mwili wako kutoka kwenye hayo madini ya, ya nani. Kwa hiyo wenyewe ukitumia itakusaidia kupunguza maumivu ya tumbo lakini pia itakusaidia kupunguza uvimbe na maumivu mengine, lakini pia itakusaidia kuweza kusawazisha mfumo wako wa hormone kwa sababu mfumo wako pia wa neva uko vizuri. Lakini pia itakusaidia e, ule mfumo wako wa neva na hisia kuwa vizuri, itakusaidia sana. Lakini pia hiyo spinach ina vitamini K, vitamini K, ambayo vitamini K inapatikana kwenye nini? kwenye spinach. Ni muhimu kwa kugandisha kwa damu, e, lakini pia inasaidia kudhibiti hedhi nzito na kufanyaje? Na kuhakikisha damu haitoki kwa nini? Kwa wingi kupita, kupita kiasi. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya vitamini K. Lakini e, folate na vitamini B pia hipo mule. Sasa hivi hii folate na vitamini B ambayo ipo kwenye spinach, yenyewe hiyo ina, ina, spinach ina folate ambayo ni vitamini B9 vile vitamini B ambavyo vitamini B vipo vya aina zipo za aina tofauti tofauti, kuna vitamini B1 kuna vitamini B12, eh, kuna vitamini B6. Sasa hii ni vitamini B9 ambayo yenyewe inakupo inasaidia nini, uzalishaji wa seli mpya za damu, ambayo hiyo vitamini B sasa huwa inafanya inapunguza uchovu, msongo wa mawazo ma, eh, pamoja na mabadiliko ya hisia wakati wa, nini? Wakati wa hedhi ile PMS, eh, kwa hiyo, tunategemea hapa mfumo wako E, mfumo wako wa hisia na msongo una mfumo wako wa fahamu utakuwa umekaa vitamini vizuri kabisa. Lakini yeye pia ina vitamini ina inasaidia ina, ina, ina sana katika kuwa kama antioxidants na vitamini C, pia ina vitamini C pia. Kwa hiyo spinach ni muhimu sana kwenye, kwenye mwili wako kwa sababu hiyo hiyo antioxidant na, na vitamini C zinazo zinatumika sana kwenye kulinda mwili zidi ya nini zidi ya uvimbe na kuimarisha kinga pia, yenye inapunguza zile nini zile hisia za kuto nini za kutojisikia vizuri ambazo mara nyingi huwa e, inajitokeza kipindi cha cha nini kipindi cha hedhi. Kwa hiyo spinach ina faida nyingi sana, ile mboga ya spinach ambayo unakuwa unaiona una, una. Lakini pia zina nyuzi nyuzi fibers ambazo e hizo zinasaidia katika usagaji wa chakula na kupunguza nini kujaa gesi au kunini kuvimba Aai, ni kuvimbiwa, kuvimbiwa. Hali hii huwa inafanyaje? huwa ina, ina, ina, inasumbua wanawake wengi wakati wa nini wakati wa hedhi. Kwa hiyo tumia tumia spinach. Sasa kivipi unaweza uka, uka, uka, ukafanya maandalizi kwenye kuandaa hiyo spinach? Wewe utakachokifanya kwanza, utaenda utaenda kuchagua spinach yako, ile mboga yako ya spinach Utaiosha vizuri kisha utaikata vipande vipande, alafu tafuta kinu, iponde kwenye kinu. Tafuta kile kinu chako cha kienyeji, iponde mule. Ukishaiponda vizuri kabisa ile mboga, sawa zini. Baada ya hapo, tia nini, weka maji safi glasi ya ujazo wa nini wa robo tatu Sawa, tia glasi yako ya maji ujazo wa robo tatu, kisha nini, changanya vizuri kwa mkono wako, ili iweze kuchanganyika vizuri kabisa. Alafu ikamue sasa kwa kutumia kitambaa sawa. E, ikamue vizuri kwa kutumia kitambaa safi. He, unavyokuwa unakamua una kamua vizuri kabisa, kamua. Kwa utapata ile juisi safi ya spinach. Sasa matumizi yake, wewe utakachokifanya utatumia, eh, wakati upo kwenye hedhi. Kunywa mara tatu kwa siku, nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana na nusu glasi jioni so, e Usiweke kwenye friji. Wewe kila siku utafanyaje? Utatengeneza juisi na faida. Faida nishaelezea kule, virutubisho ambavyo inavyo. Msingi hii usaidia kusafisha miliji ya uzazi, lakini pia usaidia kuondoa maumivu ya tumbo wakati wa nini, waeze. Lakini hii pia huchangia kuongeza nini, hisia na hamu ya ku eh, kwa wewe sasa, yule kwa yule ambaye yeye anakupo labda apati hisia na hamu ya tendo. Sasa hii sio wakati wa hedhi. E, ila wakati ule wa kawaida, hii pia unaweza pia ukaitumia kukuongezea hisia na hamu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia hii huweza kuku, kukusaidia kuongeza uwezekano wa kupata ujauzito. Sasa hizo ni matokeo kutumia hiyo spinach kiujumla, kwa haraka zaidi, iwapo kama wewe sasa unahitaji kupata mtoto lakini pia kwa ujumla fanyaje, uchangia kupata afya bora ya mwanamke na kupunguza nini, ni changamoto za hedhi, kufurugika, kukosa hedhi, kupata maumivu makali na wakati, eh, maumivu makali sana wakati wa nini, wakati wa hedhi. Matokeo wa wa yake eh, matokeo yake sasa, utaanza kuona damu nyingi ya hedhi inatoka. Kwa hiyo inaashiria nini, ile mirija yako ya nini ya uzazi imesafishwa kabisa yani, kwa hiyo hayo ni, ma, ni matokeo. Kwa hiyo hii dawa haina madhara, haina madhara yote. Wewe ukifanyaje ukiitumia, uki, kwa hiyo tumia dawa hii wakati wa hedhi, e, kwa mwanamke, kwa nini, utaona matokeo yatakuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo zingatia jinsi ambavyo nilivyokuelekeza. Wakati wa hedhi jiepushe na e, au niseme ni makosa kwa mwanamke kufanyaje, kutumia vinywaji vya baridi cold drinks. Makosa mako kutumia, kutumia cold drinks wakati wa hedhi. Unakuta mtu anakunywa maji ya baridi, soda, juisi, ice cream, na vitu vingine vya baridi kwa ujumla, hebu achana navyo wakati wa hedhi. Pia si vyema kutumia nini, vitafunwa hizi bites bites, vya kula vya ndani vya ndani hivi bites bites, mahambaga sausage, mikate Sio vizuri lakini pia sio vizuri kutumia pilipili wakati wa nini, wakati wakati wa hedhi. Pia epuka kutumia vyakula vya kukaanga kama vile chipsi, mayai ya kukaanga, uyoga wa kukaanga na vitu vingine, vingine. Hebu epuka hizo vitu kwa sababu sio vizuri kwa nini wakati wa hedhi na kwenye mfumo wako wa uzazi kwa ujumla na kwenye mwili wako. Nature ya mwili wa binadamu ni wa moto. Kwa kutumia vitu vya baridi sio vizuri kwenye mwili wako lakini hivi vitu vingine pia vya kukaanga vinakuingizia sumu kwenye mwili wako, free radicals zinakuwa nyingi kwenye mwili wako, zinaharibu seli zako. Kwa hiyo zinakupelekea wewe kuingia kwenye asili ya kuvuruga mfumo wako wa homoni na kuvuruga mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo tumia hiyo, itakusaidia. Elimika ili usiwe mtumwa. Asante.